Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku mali popote mulipo, shukrani ni kwamba mko pamoja nasi bega kwa bega. Tunakuja kwa maulizo ambao watu wengi waliuliza, kwa nini Walikale ilianguka, nasi tutawaambia siri ya ukweli kwa nini Walikale ilianguka. Kwanza tunaanza shukrani kwa wandugu wote waliotuandikia na wale ambao walituita. Vilevile tunaleta shukrani kwa wamama wa baba wandugu, ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya misaada kutoka katika nchi mbalimbali. Tunashukuru sana kwa ndugu yetu Uh, wa Australia uh, jina lake hapo ni Australia wa Australia, na vilevile vile tunashukuru sana kwa ndugu alituma mia tatu kwa ndugu kwa mama yetu Welumbe huko Mtambala dola miambili tunashukuru. Kwa wandugu wote ambao wanaendelea kusapoti kuna ndugu mwingine ambao haukupenda kutajwa jina, dola miambili. Na wandugu wote, wandugu wanaotuma pesa za Wakongomani, na tunasema shukrani zote zinafika, na wazalendo wanazidi kupokea misaada yao siku kwa siku. Eh, kama vile tena leo watapokea nusu ya chakula. Hatusao vile vile chakula, atus vilevile mheshimiwa mtoto Wilikia, ambaye alituma vile vile pesa kwa ajili ya chakula dola mia tano. Wandugu zangu mnapotusikia ni kusema tuko pamoja na wazalendo. Kwanza tunapenda tusaishe hiyo jina ya wazalendo. Mzalendo ni kila mtu. Wao si wazalendo, wao ni jeshi la wokovu. Tunaposema jeshi la wokovu, yani ni wao kwa nini jeshi la wokovu wanakuja? Ni kutuokoa sisi chini ya kugandamizwa na hawa wa wanyarwanda pamoja na Cornel Nanga. Na basi kwa nini Walikale ilianguka? Walikale ilianguka kwa kosa tatu kubwa. Kosa la kwanza, jeshi la Kongo, viongozi wa jeshi la Kongo waliposikia rais Felix Tshisekedi Chilombo anaelekea hapo Qatar kwenda kukutana na, na, na Paul Kagame, na huko wakasaini ya kwamba kusiwe vita. Alafu jeshi letu likaitika na kueleza wazalendo ya kwamba amani imeingia, kwa hiyo hatutapigana tena, na hapo adui akaingia kushambulia. Hiyo ni kosa la kwanza, yani si kosa la wazalendo. Wazalendo walikuwa wanajitahidi nguvu zao zote, kwa sababu wanatumika pamoja na jeshi la serikali, na wakati waliposikia kwamba jeshi la serikali linasema ah, rais alisha sahii, kwa hiyo eh, tunakaa tuna, tuna, tuna kimya tukisubiria wakanyamaza na ni hiyo sistemu ya Nord Kivu. Kama mnaona Nord Kivu Mnyarwanda alikamata, ni Nord Kivu ilikuwa wakati wa maseselfe, hatu achi kwanza vita sasa yeye ana profite anapiga wa kwanza, alafu nyinyi wakati mkikuwa mkizubaa au mkisubiri, hapo munaona adui wana, anawashambulia. Ni hiyo kosa la kwanza. Kosa la pili ambalo lilituma Walikale lipate kuanguka ilikuwa ni e, viongozi wa majeshi 80% e, ya viongozi wa majeshi ambao wako North Kivu walishaka walishakakula rushwa yaani wao wanakaa kazi ya kusaliti e, kazi ya kusaliti na ukosefu kidogo ambao wazalendo wetu hawakupata ufahamu vizuri, walishindwa kujua ya kwamba ile wanasema e, e, kurudia kidogo, tuache mji kidogo, sababu e, watu wasikufu, ili lileta vilevile e, kosa kubwa kwa hali ya pili. E, kosa la pili, e, Walikale, e, e, kosa la pili kwa wandugu wa Walikale ambao waliuliza kosa la tatu ambao Walikale ilianguka ni ile woga. Mnyarwanda anatetemesha, Mnyarwanda analeta woga woga unasumbua E, tunashukuru sana kwa wandugu ambao wanatuita Twitter wako wanatufuata and director Radio Television Ngyoku muta baadaye. Kwa hiyo uoga, watu walianza kuogopa, wako wanakuja hivi, wako hivi e, ile uoga ilianza tuma watu ile wanaita katika lugha kimombo panic, wake watu walikuwa panic, ile uoga ikawaingililia na adui akaprofite kuingia ndani bila kusahau, kulikuwa tayari wasaliti ambao walikuwa wameshaanza jinfiltre ndani ya muji jinsi tu wanavyofanya hawa Wanyarwanda, na ni wale walileta panike sana, na ni wale walianza kimbiza watu na hiyo e, mji wa Walikale ikaanguka. Lakini e, kwa sasa e, wazalendo wako wanafanya sasa shauri ili wajitenge e, pamoja na jeshi, sababu waligundua ya kwamba hiyo e, Walikale ilianguka ni kwa sababu ya kosa zaidi kutoka katika jeshi la serikali ya Kongo, wandugu zetu vilevile eh, vile tuliona wandugu wa Bukavu walisema eh, mulianza kutuaga sasa, munakawia munakawia. Eh, tunaweza kueleza kwamba kweli sisi tuliwaeleza hamjue siku wala saa, lakini mujiandae ni kufatana na eh, mipango mipango ya vita, hata kama ilitaka kusimama kidogo, sababu eh, ilianza shurutishwa. Tueleze kweli wandugu wa Bukavu na walio katika miji kando kando na Wakongomani wote wazalendo wote waliogoma na popote, asante kwa wamama wazuri wa Goma, wamama wazuri wa Goma, asante kwa msaada wenu wamama wazuri tunashukuru sana e, wakati uh, uh, shida ilipoingia inasema ni kasheshe ni shida yaani eh, eh, Rais Felix Tshisekedi alijaribu kuasire kuhakikisha kukubalisha ya kwamba watakapokutanana na Kagame huko huko Qatar mambo yote yatakuwa sambamba. Ni hiyo yaani watajiri tiri wataondoka, wata wata bo pahali tuanze shambulia na tumesikia rais anasema wataondoka bila mauaji bila vita, yaani watatoka katika mji wa Bukavu bila tatizo na e, jeshi litarudia mambo kama haya. Sasa e, e, kukakuwa kama vile tuangalilie tuangalilie alafu tukakuwa sasa tukinyamaza, tuangalilie. Na sisi tulisema mapatano ya rais Felix na Paul Kagame, sisi hatuko ndani. Tunajua Wanyarwanda wanasema uongo kupita wenyeji wa uongo nya Rwanda. Sunona hao waliandamana Amerika. Walianda waliandamana Amerika. Wazungu walishawajua wao ni wasema uongo. Walianza hata fukuzwa kwa maofisi zingine. Sababu gani? Wazungu walikuja gundua wasema, a a, hawa watu wako wanasukumwa na Paul Kagame. Msikie kwanza kitu ambacho Paul Kagame alifanya Amerika na nafasi zingine. Anakamata watusi wanyarwanda watusi. Hawaya fika ka Kongo, hawajue Kongo wakapelekwa mu makambi na wakapelekwa Amerika, Ulaya, fasi zingine kwa jina la Wakongomani. Yaani, ukimwona ni mutusi munyarwanda, lakini anajiita yeye ni mukongomani wa Rwanda. Hajue Kongo, hajue Swahili, hajue, hajue eh, eh, lingala hajue francais, anajua ni Kinyarwanda na Kiingereza. Alafu ukimuuliza, nakuambia ye ni Mkongomani. Mkongomani ya wapi? Hajua hata kijiji, hajua hata Kongo. Mwingine kichwa mkichwake ni Goma na Bukavu sababu ni migine ambayo inataju nataju nataju. Sasa hiyo ni siasa, na Bazungu walimkubalia Kagame sana, lakini baada ya damu ya Wakongomani kufa nyingi, wa ndugu damu nao inaenda lalamika gisi damu ya, ya, ya, ya Abel ililalamika mbele ya Mungu, na Mungu akamwambia Kaini, nimesikia sauti ya damu ya ndugu yako Abel. Sauti ya wadamu ya wakongomani ambao watusi walishaua, hata kama wao wanasemaka na sisi tuliwaua sisi. Hatuende, hatukwenda Rwanda kuwachokoza. Ni wao walivuka na wakaanza mauaji, na sisi sasa tukasimama, tukaanza na sisi kuku fanya defense ile defense sababu wao hawakwake na nguvu ya vita. Ni hapo wanasema sisi tunawaua, lakini mamilioni ngapi ambao e, e, e, jeshi la, la Rwanda limeua Kongomani. Na tunasema hivi hawataweza maliza Wakongomani, na Wakongomani walishafungua wa macho, hata wazungu walishafungua wa macho kwa kuona uongo wa Kagame. Alianza wadanganya kwamba Kolta iko Rwanda, oru iko Rwanda, alianza wadanganya wazungu, na wazungu wakaanza kukubali. Baada ya kuverifie hakukwake kolta, hakuna kitu kama vile zahabu. Wazungu nao wanasema hapana, huyo mtu anadanganya. Na ni sharti kweli utajulikana tu. Basi wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio, television, Ngyoku, kosa hizi tatu ni zile zilisababisha e, Walikale ipate kuanguka chini ya mikono ya M23. Sasa mpango uliopo ni kwamba wazalendo walifanya na kwa shauri kunakuwa mpango huo, mpango unafikiria e, e, tutawajulisha baadaye. Yani mambo ya vita hapo hatuwezi ueleza, lakini mtupe dakika masaa, labda tunaweza chukua Walikale e, kupitia wazalendo tu, sababu wazalendo walikasirika sana kuona ile ambayo majeshi ya Kongo walifanya. Tunawajulisha wandugu wote wanaotufuata kwa makini ya kwamba wazalendo hawana msaada ya serikali sababu gani vikosi eh, eh, vya jeshi letu. Asante kwa wandugu ambao wako na Twitter and direct hapo, tuko tunakata sababu eh, tuko katika emisio yetu, wasikiliza. Ndugu wangu msikilizaji, wazalendo hawana misaada ya serikali, na ni wengi wengi wengi wengi sana. Alafu tukamate kwanza us, usidikivu hata wandugu zetu ambao wako wako Bukavu, tueleze kweli, kukula inakuwa shida e, inakuwa shida, sababu e, wako wana mnajua system ambao tunaweza kwa hiyo msaada wako utasaidia wandugu ambao walileta msaada njoo walileta nguvu kwa sisi kupanda yule ya milima na kuanza kazi. Wandugu ambao wako upande wako e, fulani fulani e, kwenye, kwenye, kwenye mapozisyon zetu. Asante kwa wandugu ambao wanazidi kutoa juu ya hema. mwezi wa ine ni mvua sana sana sana. Jana mvua ilinyesha baraka hata tarafa la Fizi mvua, na watoto wetu wanahitaji hema, wanahitaji good wanahitaji chakula. Hiyo kwanza, hivyo vitu vinahitajika, sababu bunduki tuko tunaipata kwa Wanyarwanda na masase tunaipata kwa Wanyarwanda e, lakini chakula tupate kwa Wakongomani, hema tupate kwa Wakongomani e, godio tupate kwa Wakongomani e, dawa tupate kwa Wakongomani, lakini bunduki masasi tuko tunaipata ku Banyarwanda. Tuwaelezee kweli, utajuliza tunapata kuwanyarwanda. Ye, tukibasakata tunanyanganya, wazalendo wananyanganya. Ni hiyo iko kama vile e, e, e, desturi ya wazalendo yaani, wakati wanapokuwa katika mapambano ya vita wakishinda waki hivyo vita basi, wanapokonya zile silaha na zinawasaidia sila, nani hivyo, wazalendo walianza, wazalendo hawakukua na silaha, walipata masilaha kupitia adui. Kwa hiyo namba zetu za M-Pesa ziko hapo, wa e, ndugu wote tunasema wandugu wanande wandugu zetu bamushi watembo wanyanga ya makabila zote warega, E, Wabangubangu, Wazimba, kabila zote za Wakongomani, mahali ambapo muko msimame, ili tusipatie adui wakati. Sababu gani wako wanasema, akifika mata Walikale atashuka Kisangani, ile ni mpango wa mwanadamu, lakini sisi tunakuwa na kusudi kubwa sana na hilo kusudi ni nyinyi, musapoti wazalendo ili wazalendo wajitoe. Wazalendo wanapongojea biskuti kwa jeshi na jeshi liko na wasaliti, watawapa nini watawapa nini? Vita vya Norkivu, waliosaliti Norkivu ni jeshi la Kongo. Hiyo ni kweli Jeshi la Kongo lilisaliti Nord Kivu, na sasa wazalendo wa Nord Kivu walikuwa wazaifu kupitia jeshi, lakini leo sasa wamefanya gisi jamadari mkuu ya kutumba amefanya, wamefanya kama vile wengine wa ngoma nzito na wengine wa makanakii, wanasema hatutangojea oda ya jeshi, sisi tutakuwa peke yetu. Na wakifanya hivyo Nord Kivu wakiwa peke yao kama Sud Kivu, basi tutapambana na wazalendo walishakuwa na umoja wanakuwa na Tunashukuru sana, tunasubiri msaada wako, uwe na kopo ya maragi, uwe na chochote sukuma. Kwa hizo namba Airtel Money na Mpesa ziko hapo, ili tupate sote kushinda vita pamoja na wazalendo. Wazalendo ni jeshi la wokovu. Tunashukuru na tunasema shukrani kwa wote. Chao.